Hii ni wizara muhimu sana, kwa sababu watanzania wanatakiwa wana uhuru wa kupata habari, wanatakiwa wapate habari za uhakika na vitu kama hivyo. Lakini pia kwenye wizara hii, mi nimejikita sana kwenye swala la sanaa. Unaweza ukaona kwamba kumekuwa na maelezo mengi sana ya kutia matumaini, kutia moyo katika kila budget inayosomwa hapa bungeni, lakini utekelezaji umekuwa mgumu kidogo. Unaweza kuona kwamba kilio kikubwa cha wasanii wa Tanzania sasa hivi ni kuhusu masuala yao ya hati miliki, na ukiangalia kwenye sheria ya hati miliki namba 7 ya mwaka 1999 imeonekana wa kuwa na mapungufu makubwa sana kiasi kwamba wasanii wa Tanzania hawapati kile wanachostahili, hawapati jasho lao linavyotakiwa kuwa na, wasanii wa Tanzania wamekata tamaa. Lakini kiukweli kabisa takwimu na tafiti zilizofanywa na Ruru Art Promotion, inaonesha kwamba uh, wasanii wa Tanzania, sanaa ya muziki tu peke yake Tanzania inachangia zaidi ya asilimia moja ya pato la taifa. Kwa hiyo, unaweza kuona kwamba muziki ni nyanja muhimu sana, ambayo kiukweli serikali kitupia jicho na kuweza kuwapa kipaumbele, wanaweza kupata kile ambacho kinastahili, lakini ikaongeza pato kubwa katika taifa letu. Kwa hiyo, wito wangu kwa serikali iangalie swala la piracy iangalie swala la sheria hii ya hati miliki washirikishe wizara tofauti kwa sababu ni jambo mtambuka. Washirikishe wizara ya sheria, washirikishe uh, kosota BASATA na wasanii wenyewe, lakini na wanahabari, ili tuweze kukaa chini na kuwa na jinsi gani kuwasaidia wasanii wa Tanzania, kwa sababu sanaa ya Tanzania uh, inaweza ikatoa pato kubwa sana kwa mtu mmoja mmoja, lakini pia ikachangia kwenye pato kubwa sana la taifa kwa ujumla.